Taarifa kubwa leo inamhusu Andre Onana ambaye anatajwa kwamba anaweza akaondoka klabuni mwishoni mwa msimu huu. Hata hivyo, kuna taarifa nyingine pia inataja baadhi ya makipa ambao wanaweza kuchukua nafasi ya Andre Onana ikiwa kwa kweli ataondoka Manchester United. Lakini pia kuna taarifa nyingine muhimu inapohusu wachezaji wa Manchester ambao wako majeruhi. Je, wanaweza kupatikana kabla ya msimu huu kuisha? Kuna taarifa njema kuhusu baadhi ya majeruhi ambao wameumia na ni lini wanaweza kuwa tayari kucheza mechi, na inaweza kuwa habari ambayo itakushangaza na inaweza kuwa habari pia ambayo itakupa shangwe katika siku ya leo. Hayo na mengine machache nimekuandalia leo katika sesheni ya kupata news kupitia hapa United TZA, karibu sana. Hujambo, habari za Jumanne. Leo ninakuletea habari mbalimbali kuhusu klabu yetu pendwa ya Manchester United, na hapa ni United TZA ambapo unakuja kila siku kwa ajili ya kupata updates zote ambazo zinahusu klabu yako pendwa ya Manchester United. Ikiwa umefika hapa kwa mara ya kwanza basi karibu sana, subscribe, like na kushare video zetu, lakini pia tufuatilie kule Instagram, X na TikTok kwa jina hilo hilo la United TZA. Mimi ni Eric Fernandez na leo imekuandalia habari nyingi na kati ya chache hizo ni pamoja na Andre Onana ambaye anatajwa kuondoka Manchester United mwishoni mwa msimu huu, na habari hii imeanzia kwa bwana Graham Bailey ambaye ameandika kwamba baadhi ya klabu za Saudi Pro League zimeingia kwenye kinyang'anyiro cha kuona kama zinaweza kupata saini ya kipa wa Manchester United Andre Onana. Taarifa hii haijataja kihususa ni klabu gani za Saudia Pro League ambao zingependa kumchukua Onana, lakini taarifa hiyo imesema kwamba kuna timu kadhaa kutoka ligi ya Saudia ambao zimeonyesha nia ya kumsajili kipa huyu wa Manchester United Andre Onana, lakini pia habari hii imeongeza kusema kwamba pia kwa upande wa Onana, yeye yuko tayari kuhamia mashariki ya kati na kuachana na Manchester United majira ya kiangazi yanayokuja huyo ni Graham Bailey, na pia kwa kuongezea pia taarifa hiyo ilisema kwamba pia Onana mwenyewe amesema kwamba ikiwa Manchester watamruhusu kuondoka, yeye yuko tayari kuondoka na hana shida yoyote, na hii inaweza kufanya uwaze kwamba kwa nini mtu tumsajili alafu baada ya misimu miwili tumwachie. Hii inatokana na hasa mabadiliko ya kocha, lakini pia mipango uh, ya matumizi. Unaweza kukundua kwamba Andre Onana miongoni mwa usajili wa Ten Hag ambayo tuna, tunaamini kwamba ni kijana wake ambaye alikuwa naye katika klabu ya Ajax, na ni moja ya factor kubwa sana ya Andre Onana kuja Manchester ni kwa sababu kocha wake wa zamani alikuwa ni Eric Ten Hag. Kwa hiyo huenda wenda labda Ruben Amorim hamhitaji kumtumia na nafikiri kwamba hafai katika mipango yake, labda ndio maana taarifa hizi zimeanza kutoka. Lakini pia kwa maoni yangu kuhusu hili, nafikiri kwa sasa tuna shida nyingi zaidi kuliko kuangaika kusajili golikipa. Nafikiri kuna matatizo mengine ambayo tunayo klabuni, ambayo yanazidi kusajili golikipa mpya. Ni kweli Andre Onana kuna baadhi ya makosa anayofanya yanatukosti mara kadhaa, lakini nafikiri pia timu ina mkosti kwa sababu pia timu achizi si vizuri. Naamini kabisa kwamba timu iki improve, timu ikianza kuwa na backline nzuri, tukaanza kushambulia vizuri, tukaanza kufunga magoli vizuri, tukaanza ku defense vizuri, tutaona pia improvement kwa Andre Onana. Nasema hivyo kwa sababu si kwa sababu namtetea Onana kwamba atakabaki, hapana. Nachoona ni kwamba kipaumbele sasa hivi akipasi kuwa kubadilisha goalkeeper kwa sababu tuna matatizo mengi zaidi ya goalkeeper. Ah, mfano kwa sasa hivi kwamba Rasmus Højlund hawezi kufanya kile ambacho kinatakiwa kufanya. Lazima apate msaidizi. Hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili tunahitaji kupata right wing back. Tumemkosa juzi Giovanni Quenda ambaye amehamia katika klabu ya Chelsea. Lazima klabu itafute right wing back sababu ma wing backs ni sehemu muhimu sana ya kikosi cha Ruben Amorim. Hiyo ni sehemu ya pili ambayo lazima tuiangaikie kabla hatujaanza kutafuta Uh, goalkeeper mwingine. Na jambo la tano nafikiri nitaje kuchakuta kutafuta midfield ambaye midfield ambaye anaweza kukota mpira au kwenye mabeki na kuisogeza katika nafasi ya ushambuliaji au kama wingbacks, ili kuweza kukidhi mahitaji ya mfumo wa Ruben Amorim. Kwa hiyo nafikiri kwamba tunahitaji zaidi kuangaikia sehemu zingine za uwanja badala ya kwanza kuangaikia nafasi ya goalkeeper, lakini uzuri ni kwamba taarifa hii haijasema Manchester wataka kumuuza, hapana. Yani, kwamba kuna klabu zimekuja zinataka kumnunua. Kuna uwezekano mkubwa zikatoa mzigo mrefu na hivyo tusapata faida labda, lakini pia itakuwa baadhi ya klabu kutoka Saudia zipo zi tayari kumnunua Andre Onana. Yeye mwenyewe yuko tayari kuondoka Manchester ikiwa klabu itamruhusu kuondoka. Ikiwa ataondoka, ni nani anaweza kuja kuchukua nafasi yake? Wametajwa makipa wawili katika sehemu za makipa ambazo wanaweza kuja kuchukua nafasi ya Andre Onana, na kipa wa kwanza anatajwa ni kipa wa Royal Antwerp ya kule nchini Ubelgiji anaitwa Sene Lemens ambaye anatajwa kwamba anaweza kuja kuchukua nafasi ya Andre Onana. Huyu Sene Lemens kwa mfahamu ni goalkeeper wa Royal Antwerp ya kule nchini Ubelgiji na nafasi yake, na ana umri wa miaka 22 na miongoni mwa ubora mkubwa anatajwa kuwa nao ni uwezo wa kuzuia mashuti ya karibu karibu. Yaani ana ubora kama ule ambao alikuwa nao David De Gea. Itakushangaza lakini ndio klabu ya Manchester ilivyo. Tamuza De Gea, leo tunamchukua Onana mafa tunamfukuza, anakuja kipa mwingine ambaye ana trait kama zile za digia. Sasa unaanza kujiuliza kwa nini klabu ilimuza digia, lakini haya ndio maamuzi ya klabu ya Manchester ambayo kila siku yataendelea kushangaza. Kipa mwingine ambaye anatajwa ni Lucas Chevalier ambaye ana umri wa miaka ishirini na tatu na yeye anacheza katika ligi One ya kule nchini Ufaransa katika klabu ya Lille Metropole na huyu ubora wake ni kwamba pia ni mtu ambaye ni, short pass, ni, short, ni short stopping goalkeeper lakini pia ana ubora mkubwa kwenye kukua penalti, lakini ana udhaifu wa kuweza kupiga pasi za mbali. Kwa hiyo huyu ni kinyume kabisa cha kile ambacho anakifanya Andre Onana. Hawa ni wawili ambao wanatajwa kwamba wanaweza kuja kuchukua nafasi ya Andre Onana ikiwa ataondoka msimu huu na kuhamia katika ligi ya Saudi Arabia. Taarifa nyingine kubwa ambayo leo imeandikwa na inamhusu Ahmad. Na taarifa hii imesema kwamba Ahmad anaweza akawa akawa tayari kurudi kabla ya msimu huu kuisha na anaweza akarudi hata kabla ya Mei kuisha. Taarifa hii imesema kwamba kuna uwezekano mkubwa sana Ahmad akarudi mwanzoni mwa mwezi Mei na hivyo anaweza akapatikana katika mechi za mwisho wa msimu na finali ya Europa League ikiwa tutakuwa tumefuzu kwenda fainali ya Europa League. Hiyo ni taarifa kumhusu Ahmad ambaye mwanzo alipoumia ilikuwa ni kana kwamba anaenda msimu mzima nje, lakini taarifa hii inasema kwamba kuna uwezekano Ahmad akawa fiti na kuweza kujiunga na timu kabla ya msimu huu kuisha. Kitu ambacho ni kitu kizuri, kwa sababu ikiwa tutakuwa tumeenda uh, Europa League final, maana yake ni kwamba tutakuwa na mtu muhimu tena kwenye kikosi ambaye atatuongezea nguvu. Lakini nikiangalia pia sasa hivi hali ya timu wakati tunaenda international break ni kama vile tupo kwenye ubora fulani ambao hatujakuwa, hatujakuwa nao toka Ruben Amorim amekuja. Tumekuwa na consistency kidogo, timu imeanza kucheza vizuri kuliko ambavyo ilikuwa inacheza mwanzoni. Kwa hiyo naanza kuona kama kuna kitu ambacho Ruben Amorim anatengeneza ambacho kinaanza kukubali kuliko ambavyo ilikuwa mwanzoni. Kwa hiyo maana yake ni kwamba akija mtu kama Amad Diallo akaongeza kwenye timu, timu ikiwa bora kama hii, maana anaongeza depth lakini pia anaongeza ubora mwingine kwenye timu. Kwa hiyo nafikiri ni muhimu tupatikane tu arudi, anaweza kuwa msaada mkubwa sana kuelekea kuelekea mwishoni mwa msimu, na tunahitaji sana sisi kushinda Europa, kwa sababu Europa League ndio kitu pekee ambacho tumekibakiza msimu huu. Tukifanikiwa kupata Europa League, maana ni kwamba tutakuwa kwenye nafasi ya kushiriki mashindano ya Champions League mwakani, ambacho ni kitu muhimu kwa upande wa mapato, lakini pia kwa upande wa kufanya usajili wa baadhi ya wachezaji muhimu. Lakini pia Eden Heaven pia anatajwa kwamba ameshaanza mazoezi na anaweza kawa fit baada ya mechi chache zijazo, lakini pia Harry Maguire pia anatajwa fit kujiunga na timu wakati mechi ambazo zinafuatia ya, ya Nottingham Forest. Kwa hiyo kuna dalili kwamba watu wengi ambao wameumia hivi karibuni wanaanza kurudi na kawa watu muhimu katika mwisho wa msimu. Mtu pekee ambaye hatausi katika mwisho wa msimu mpaka mwisho mpaka msimu ujao ni Martinez ambaye imeshathibitika kwamba yeye hatakuwa available mpaka angalau kuanzia msimu. Sawa so, habari nyingine ni miongoni mwa watu ambao wanatajwa kuja kuongeza depth ya washambuliaji. Kuna majina kadhaa ambayo yametajwa kwamba wanaweza kuja kuchukua nafasi ya washambuliaji pale Manchester United. Miongoni mwa watu ambao wanatajwa, pamoja na Jonathan David, lakini pia kuna Benjamin Sesko na pia kuna Victor Gyokeres na Hugo Ekitike. Hawa wote nitawazungumzia vizuri katika video nyingine ambayo nimekuandalia kanasi. Nitakwambia haya majina ambayo yanatajwa, ni nani anatajwa zaidi, ni nani tunaweza kumsajili na ni nani ambaye naamini kwamba anaweza kutufikisha nchi ya ahadi na kwa nini ninaamini hivyo. Nimekuanda video nyingine ambayo ina, ina maelezo ya kina kuhusu washambuliaji hawa ambao wanaweza kuja kuchukua nafasi ya washambuliaji na, wa na kumsaidia Rasmus Hojlund ama kumreplace ikiwa ata ondoshwa kwa sababu tunahitaji mshambuliaji kwa gharama yoyote ile. Lakini taarifa ni kwamba kulingana na maandishi ya habari ya kina David Ornstein, Fabrizio Romano wote wanathibitisha kwamba klabu ya Manchester itasajili mshambuliaji dirisha, ambapo litafunguliwa, ni moja wapo ya vipaumbele vyao katika usajili msimu huu. Kwa hiyo ikiwa tutasajili mshambuliaji itakuwa ni jambo zuri sana, kwa sababu nafikiri ni sehemu muhimu ambayo tuna hihitaji. Sawa, basi hizo zilikuwa ni habari chache ambazo nimekuandalia leo, nikasema kwamba angalau nije hapa niweze kushare na wewe habari hizi kuhusu klabu yetu pendwa ya Manchester United. Basi unaweza kutufuatilia uh, kule Instagram X na TikTok, lakini pia hapo kwenye comments chini unaweza kutuandikia maoni yako kwa kila ambacho tumezungumza, lakini pia jambo lolote kuhusu klabu yako pendwa ya Manchester United. Kwa sasa naomba nikutakie wakati mwema.